Tuelekee mahakamani sasa ambapo mahakama kuu imeagiza wakfu wa Worldcoin kufuta takwimu za mboni na macho na nyuso zilizokusanywa kutoka kwa Wakenya mwaka 2023 katika muda wa siku saba zijazo. Kwenye uamuzi wa wake alioutoa leo kwa njia ya video, jaji Aburili Roselyne pia aliagiza utaratibu wa kufuta deta za alama za viungo vya mwili kusimamiwa na afisi ya kamishna wa utunzi wa deta. Mwezi Agosti mwaka 2023, Wakenya kadhaa walifurika jumba la mikutano ya kimataifa la Kenyatta, KICC, pamoja na vituo vingine mbalimbali mbali, ambako kampuni ya sarafu za kidijitali ilikuwa ikikusanya deta za mboni za macho huku wakiahidiwa kulipwa shilingi elfu saba kila mmoja. Takribani miaka miwili baadaye mahakama kuu imetangaza kuwa hatua hiyo ilikuwa kinyume cha katiba, ikisema kampuni hiyo imeshindwa kutoa ripoti ya utathmini kuhusu utunzaji deta. Mahakama iliamuru kwamba takwimu hizo za viungo vya mwili zinapaswa kufutwa, kwa vile wakfu Worldcoin ulishindwa kujisajili kama mtayarishi deta, kwa hivyo ulitekeleza shughuli hiyo kwa njia haramu kwa kutumia mifumo yake ya kielektroniki, huku ikikariri hakukuwa na ithibati ya kutosha kuwa watu hao waliidhinisha kukusanywa kwa deta yao, pamoja na matumizi ya vishawishi vya kifedha kuwa motisha. Mahakama iliagiza serikali kuchapisha miongozo iliyo wazi kuhusu matumizi ya kibiashara ya deta za kibinafsi ili kukuza uwazi, uwajibikaji na imani ya umma. Joseph Wahungu, Darubini.